Na kutoka nyumbani ambapo ndipo msiba ulipo, msiba wa dada yetu Hawa ama almaarufu kama Karina, mmoja kati ya wanawake ambao naweza nikasema dunia imemfahamu kupitia kwenye nyimbo ya Bob Junior inafahamika kwa jina la oyooyo. Basi na hivyo alikuwa ni mwigizaji, kazi tofauti tofauti ame, ameshafanya na siku ya kesho ndio siku ambayo tunatarajia kwenda kumzika. Nyundo TV tukasema tusiliache hili lipite kikawaida kawaida, wacha tuwatafute miongoni mwa watu ambao tunaamini e, ndio majirani zake majirani zake, watu ambao huenda wana kitu cha kusema, watu ambao wameishi wame naye, watu ambao wamekuwa naye, watu ambao kwa hakika wana kitu cha kuongea kwa huu msiba ambao umetokea. Nazungumza nao, tuambie vile ambavyo wao wanamfahamu na vipi ambavyo wameguswa na msiba huu. Dada bali yako salama, labda kwa yule ambaye anakutazama kwa sasa hivi afahamu na mangalia nani jina, labda jitambulishe. Ah, mimi naitwa Kidawa. Kidawa. dada mkubwa hapo? naitwa Farida. Farida. Mm. sawa mm, kuna vingi ambavyo nilitamani niwaulize ni, ni, ni lakini kwanza kabisa nilitamani nifahamu binafsi wewe Kidawa, msiba huu umekugusa design gani hasa kama jirani? <laughs> <laughs> msiba umetugusa kwa sababu ni jirani yetu, tumeishi naye vizuri e, tulip, tulikuwa naye hapa e, Mungu kampenda basi, kikubwa dua. Farida, wewe marehemu ulimfahamu vipi? Uh, marehemu nilimfahamu before hata kuanza kukaa hapa. Nilikuwa namwona kwenye sana sana nilimwona kwenye nyimbo ya Bab Junior hivyo, yani alikuwa ni mtu mzuri, alikuwa hana shida na mtu, ndo hivyo, hakuwa na taabu kiukweli, yeah. ile siku ambayo msiba umetokea nani ambaye alikupa taarifa ama taarifa kifo chake ulisikia uli, uli kutoka wapi hasa? Mimi nilisikia kwa majirani wenzetu kama hivi, kwa sababu nilikuwa nimetoka. E, nilivyorudi nikaambiwa hapo jirani kuna msiba. Nani amekufa? Ndo nikatajiwa. Mm, meniuma kwa kweli, nkaenda nkatoa pole. Na huko dada, ulisikiaje taarifa? Niliona kwenye mitandao kwa sababu nilikuwa kazini kwenye kucheki kwenye mtandao, nikaona Karina kapostiwa amefariki. Ya, yeah. Iliuma dada, aliteseka sana, amepitia wakati mgumu sana kipindi cha uhai wake. Ni mtu ambaye alikuwa amepambania uhai wake vikubwa sana, ila Mungu kampenda zaidi, hatuna jinsi ni, ni jambo la kumwachia Mungu tu kila kitu. Ya, yeah. Semekana kwamba alianza kuugua kwa muda wa miaka minane mfululizo mpaka umauti namkuta. Alikuwa kitandani kwa miaka minane miaka yote alikuwa anaishi hapa, ama ninyi mlikuwa mnaona maendeleo yake kwamba mwaka bado anauma bado anauma bado anauma? Sema kweli mm, mimi nilikuwa tu namuona, unajua binadamu mwingine labda uwezi ukajua ile andani zaidi. Eh, kwa namuona, kumbe ndo alikuwa anauma. Mm. Na wewe Uh, mimi kiukweli, si hiyo swala la miaka minane kweli, sijui familia ndio inaojua, hatujui chochote ila tumekuja tu kujua kama Karina yuko serious na anaumwa kipindi hiki ambacho tulikuwa tunaona anapostiwa, inahitajika michango mpaka vile anaenda India, ndio tulikuwa tukaja kujua pale kwamba Karina yuko serious kweli, anaumwa, yani anaumwa, yani ndio tulikuwa tu, lakini tulikuwa tunaona tu anapita zake, anaenda anarudi hivyo. Kwa sababu hiyo swala la miaka minane kiukweli, sisi hatujui chochote kumbe, alikuwa anatembea, mnamwona hivi, mna kosawaili mm. Uh, so, kumba mkagundua huyu anaumwa ni kipindi gani? Kipindi ambacho amesafirishwa kwenda India ama kipindi gani? Kipindi walivyoanza kuchangisha michango ile kwenye mitandao page hizi za ninilio zilivyoanza kuchangisha changisha, ndio tupojua kwamba kweli Karina yuko serious na anaumwa serious eh kwenye kuumwa hapo ndio kitu ambacho nisema, jamani, warau nijaribu kuuliza majirani. Mingi yanazungumzwa miaka minane, of course ni mingi. Watu wanahusisha na mambo ya kiswahili. Wengine wanasema kwamba e, kwa nini kapelekwa hospitali ile, kuna hospitali ndio chanzo cha kumharibu. Ninyi hii mtaani kwenu hamjaisikia kwamba mtu alikuwa naumwa miaka minane akapelekwa hospitali? Huenda chanzo kwa ni mambo ya kiswahili kwa kweli maneno yes, ndakuwa yanazungumzika ila, si hatujui chochote, kama inahusiana na uswahili, kama kwa sababu mtu kapeka hospitali miaka yote, inawezekana Mungu ndo anayejua yeah. Unajua kusikia tukio Hapana mtani kwenu, kumpoteza mtu kama, kama hawa ama Karina, msanii ambao kwa hakika mlikuwa mnajivunia, walau tuna mtu anaipeperusha bendera mtaani, uwe na waumiza kiasi gani? <laughs> imetugusa ila ndio hivyo, utafanyaje? Kazi ya Mungu haina makosa. Unasemaje, mm inauma kwa sababu ni binadamu, sio kwa ajili ya usanii tu peke yake, kwa sababu ni binadamu wenzetu, anaishi anapumua kama sisi. Lazima yoyote anayekufa lazima tuumie, yeah. Yoyote anayekufa mtani, lazima mtu uumie, uumie, awe awe nani, awe nani, lazima uumie. Sio kwa ajili ni msanii tu peke yake, tunaumia kwa sababu ni binadamu eh. Kuna familia inamtegemea, na mtoto anamtegemea hivyo. Mtoto wake ni mkubwa mtoto e, wake nasikia yuko form four ila alikuwa haishi naye hapa, hapana. yeah. Sijajua kwa wengine lakini mimi kiukweli sijawahi kumwona, ila kwa mimi sijawahi kumwona, sijajua kwa upande wengine wa wenzangu wengine. Sasa hizo watu wameenda airport kupokea mwili, ninyi kwa nini mkwenda majirani? Sisi tunasubiria tu hapa hapa maiti kifika basi eh, kwa sababu jambo la muhimu ni kuzika. Hilo ndio jambo la muhimu, hakuna la muhimu zaidi hilo. Ni jambo la kwenda kumstiri ndugu yetu. Hilo ndio jambo la muhimu, hakuna la muhimu zaidi ya hilo, kwenda kuzika Mwenyezi Mungu na kumwombea dua, Mwenyezi Mungu ampokee salama Ya niko. Hilo ndio la muhimu, sio sijui mpaka lazima muende airport kwenda kupokea mwili au. Yote tu familia ikifanya imeshafanya ime, ime, fanya itamchukua mtu wao, itamleta sio wengine tutashiriki kwenye maziko. Yeah. Sawa. So, kumekuwa na tunafahamu hawa ama Karina alikuwa anajihusisha na, na masuala ya uimbaji, yaani mziki, kama video vixen na kuigiza. Wasanii baadhi wamekuwa ni watu ambao kuna baadhi ya wapenda kabisa kuna matukio kama haya. Eh, kama hivi ninyi mtakuwa ni mashahidi. Kuna baadhi ya wasanii ambao wameshafanya kazi na Karina, lakini hawajaja. Ninyi mnahisi maneno gani sahihi kuambia watu kama hawa? Ambao ninyi mnawaambiaje sasa? Hapo, hatuna la kusema, kwa sababu mtu uwezi ukamnini, mtu uwezi ukajua, pengine labda mwingine iko mbali eh, katingwa na kazi. Eh, uwezi kumlaumu mtu, ujui ratiba zake zikoje, unaelewa eh. Pengine mtu labda katingwa na kazi, labda naye ni mgonjwa, au labda yuko mbali na, na, na Tanzania au labda yupo mbali na Dar es Salaam, iko hivyo. Na hawa wasanii ambao wamejitokeza wamemkimbilia, hey, wamekimbilia mazishi ya Carina mnawaambiaje? Hatuna chakuambia zaidi ya tu, zaidia, ni, ni shukrani tu kwa ajili ku, ya kujitokeza kuna kumstiri mwenzao ndugu yetu Muislamu mwenzetu, yani hilo ndio jambo la muhimu. Na katika msiba, sio wote watakakuja kuzika eh, eh, kuna wengine watakuja, wengine hawatopata wasa wa kuja, wengine watapiga simu, watatoa pole hivyo, yani sio wote watakakuja kuzika. Nini la mwisho kumalizia? <laughs> Hadha kwa ndugu jamaa ambao wameguswa na msiba huu, neno la mwisho mimi nasema, tusubiri tu mwili uje tukazike, tumshukuru Mungu. Kikubwa dua, Mungu ampumzisha na adhabu ya kaburi. Nina you know, la mwisho ni kumpa pole mama yake. Mwenyezi Mungu ampe subra katika kipindi hiki kigumu na familia nzima. Mwenyezi Mungu awajalie awape subra kwa kipindi kigumu wanachopitia, na Allah amjalie kauli thabiti, ampokee kwa mikono kwa mkono wa kulia mja wake, amsamee popote pale alipoteleza. Yeah, mi nashukuru kwa muda wenu.